Wa majina naitwa Agnes Mganila Nonga, ni mkazi wa kijiji cha Ikina katika kata ya Bukori, jimbo hili la Busanda. Kwa kweli tunayo furaha kubwa sana kumpata naibu waziri katika jimbo letu la Busanda, hasa hasa hata katika kata yetu ya Bukori ambayo haijawahi tokea. Tunayo furaha kubwa sana lakini tuta tutatamani kumpata t tumempata, tumempata naibu waziri Te katika upande wa huduma zetu za afya, kuna vitengo ambavyo kwetu hapa vilikuwa bado havijakamilika. Kwa mfano operesheni kinamama, hata wakati wa kujifungua ilikuwa mpaka wapelekwe Nyarugusu au Geita, lakini sasa tunatamani kwamba naibu waziri hili ataliona kwa uharaka zaidi katika zahanati yetu hii na kata yetu hii ya Bukori okay. Kwa majina naitwa Abeli Musa Bukwaya ni mwenyekiti mkuu wa maafisa wasafirishaji abiria na mizigo yao kata ya Nyarugusu. Kipaumbele ambacho tunakiomba kama wananchi wa Nyarugusu, ama kwa sisi maafisa wasafirishaji abiria na mizigo zao, cha kwanza kabisa tuweze kupata uwezekano wa kupata dawa kwa wakati katika kituo chetu cha afya ambacho kilichopo mahali hapa, maana tuna changamoto ya kutokuwa na dawa. Maana tukipeleka hata mwenzetu amepata ajali, tukifika maeneo ya kituo cha afya tunapewa ridhaa ya kwenda kununua dawa madukani, isipopatikana dawa ya kununua hatuna huduma. Basi kwa maombi yangu, cha kwanza tungeomba hicho ilikusudi kuwe na uwezekano wa kuweza kupata dawa, labda kinaweza kikatusaidia hata kwa kuokoa uhai wa wenzetu. Maana muda mwingine tunapata changamoto hata ya kuwapoteza ndugu zetu kwa sababu ya kutokupata dawa kwa wakati. Unaweza ukatembea madukani ukaikuta dawa ambayo umeagizwa aidha, unakuta maduka yamefungwa. Kwanza nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kumwona huyu kijana. Kwanza sisi tumesema tume, kwamba ni kweli lakini tuniamini kwamba ni kweli kwa sababu jina limetajwa. Kwa hiyo mheshimiwa rais nampongeza kwanza moja hilo, lakini pia wanabukori tunajipongeza na hasa wanabusanda kwa kumchagua huyu kijana, kumbe tumechagua jembe, kwa sababu tayari CV ya elimu alikuwa nayo. Kwa hiyo nampongeza sana mheshimiwa rais kwa kumtoa huyu kijana kuwa naibu waziri upande wa TAMISEMI. Nampongeza sana mheshimiwa rais, namshukuru sana rais wetu Samia Suluhu kututeulia mtoto wetu kipenzi atendeleze na kazi yake. Swala la pili hapo, toka huko bungeni atusaidie sisi wakaaji wa Bukodi, wananchi wa Bukodi pia mama zake. Nampongeza mheshimiwa rais kwa uteuzi huu wa kijana wetu toka jimbo la Busanda na hasa kijiji chetu cha Bugogo. Kumbe hatukukosea katika wale wanne waliotoka, hatukukosea sisi kumchagua Jafari kwa kura nyingi. Uh, ni mshauri tu kijana wetu, zile, zile changamoto zote alikuwa akiziongelea kwenye kampeni: barabara, kituo cha afya, shule, nyumba za walimu, basi hapo alipo atumie juu chini, ili vitu hivyo viweze kupatikana, na hasa barabara, barabara yetu hii ya kutoka Geita kwenda mikoa ya kanda ya kati mpaka pwani imekuwa ni shida mno, na hasa watumishi wanapata tabu na wenyeji tu kwenda kupata huduma Kahama, usafiri unakuwa sio vizuri e, unakuwa matatizo sana, barabara yetu ya vumbi tena ya muda mrefu, afu tutamshauri tena apeleke hoja I, jim, jimbo Limeza, jimbo, nani, Ikaza, hii jimbo la Busanda limezaa ni wilaya ya Nyamwale ikazaa kule Nzera, hii bado inazaa tu, lakini la, haipewi hadhi yes, ya nini ya halmashauri. Hivi ni vema halmashauri ikasogezwa karibu kuliko kwenda Nzera, maana sisi tumepewa adhabu. Jimbo la Busanda hasa maeneo tumepewa adhabu kwenda kupata huduma Nzera, kuliko kufikia hata basi, hata Kasabu ofisi pale, tunakomea pale, tunapata huduma, sio kupitiliza tena nauli tena shilingi elfu ngapi tano. Huko tunazidi kutokomezwa tu sisi, watuhurumie, watutengenezee halmashauri karibu kwetu kwenye kijiji chetu cha Bugogo. Mimi nishukuru sana kwamba kwa, kwa neema ya Mungu tumepata mheshimiwa mbunge bwana Jafari Rajabu Sefu, lakini isitoshe baadaye tumesikia na tumepokea uteuzi wa mama juu ya kuteuliwa kuwa naibu waziri wa TAMISEMI. Hii kwangu ni furaha kubwa na kwa niaba ya watu wa Bugogo na kata ya Bukoli na jimbo la Busanda, sisi kwetu ni furaha kubwa zaidi kuona neema hii imekuja kwetu. Kwa miaka mingi ilikuwa haijatokea, kwanza kabisa tangu kijiji hiki kuwa kijiji mwaka 1975 mpaka leo ilikuwa haijatokea. Kwa hiyo sisi kwetu ni neema na ni furaha kubwa, na nimshukuru sana mama kwa uteuzi huu kuona kwamba maeneo yetu a Simon Mgiabuso, mganga mfawidhi kituo cha afya Bukori ya, tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kumteua mbunge wetu kuwa naibu waziri TAMISEMI upande wa afya. Matarajio yetu ni kwamba idara ya afya itaboreshwa zaidi especially upande wa jimbo letu la Busanda, lakini pia kwenye kata yetu ya Bukori ambapo tuna mategemeo ya kuboreshwa kituo chetu na kufanya ukamilifu wa miundombinu ikiwemo pamoja na nyumba za watumishi kupata uzio pamoja na mochwali, lakini pia kutuongezea baadhi ya kada za watumishi ambazo zinapungua hapa kituoni kwetu.